Na waziri wa fedha John Mbadi amesema serikali imejitolea kufanikisha utekelezaji kamili wa ajenda ya vipengee kumi iliyomo kwenye mkataba wa makubaliano kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa zamani wa ODM, hayati Raila Odinga, mwezi Machi mwaka jana. Akizungumza afisini mwake alipokutana na wajumbe wa kamati kuhusu utekelezaji wa ajenda ya vipengee hivyo, Mbadi alihakikishia kamati hiyo na taifa kwa jumla kuhusu kujitolea kwa rais kushughulikia masuala yaliyomo katika ripoti hiyo. Wakati huo huo, waziri wa kawi Opiyo Wandayi amewasihi wakazi wa Nyanza kuanza kupanga mikakati ya kuweka pamoja kura zao kufanikisha azma ya Rais William Ruto ya kuchaguliwa tena mwaka wa 2027. Mwenyekiti huyo wa zamani wa ODM alikutana na wajumbe wa kamati kuhusu utekelezaji wa ajenda ya vipengee kumi katika afisi yake ambapo alitoa hakikisho kwamba serikali itatimiza ahadi yake ya kutekeleza mapendekezo ya ripoti ya NADCO. Kwingineko, katika kijiji cha Wagwe katika jimbo la Karachuonyo, waziri wa kawi Opiyo Wandayi aliwatahadharisha wapiga kura wa jamii ya Luo dhidi ya kutawanya kura zao miongoni mwa wagombea tofauti wa urais huku akiwahimiza kumuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. kura zetu kwa miaka mingi sana zimekuwa zikiingia kwa kikapu kimoja sindio? Tusi, tusiruhusu mtu yeyote aje hapa atugawe, sindio? na huku viongozi wa Nyanza wakizidi kupigia debe serikali jumuishi. Mbunge wa Malindi Amina Mnyazi ametoa wito wa kujumuishwa kwa viongozi wa Pwani katika mazungumzo ya muungano kati ya chama cha ODM na UDA. Katika masuala ya siasa Kenya nzima watu wakizungumza, sisi kama wa Pwani, sauti yetu na maamuzi yetu ni kwamba jambo la kwanza kuwe kuna coastal unity, jambo la pili sisi, pale ambapo Hassan Ali Joho atatuambia tuende, ndipo tutakapokuenda. Katika kaunti ya Nairobi, chama cha Jubilii kilitoa cheti cha uteuzi kwa Bina Mohamed Tubi, binti ya mbunge wa zamani wa Isiolo Kusini marehemu Mohamed Tubi, kabla ya uchaguzi mdogo wa ubunge uliopangwa kufanywa tarehe 26 Februari mwaka huu. Akizungumza baada ya kupokea cheti hicho, Bina alionyesha imani kwamba atawashinda washindani wake akiwemo kaka yake ambaye ameteuliwa na UDA kugombea kiti hicho. Hatimaye baadhi ya wachanganuzi chipukizi wa, wa siasa wamesajili chama cha siasa ili kuwapa Wakenya uongozi mbadala kando ya serikali ya sasa na upinzani. Now we have a home for those of us who've had a challenge to fit in the two camps. The camp of one term, the camp of two term. Now we are giving an alternative. We want to fight this issue of tribalism. We want to fight the issue of unemployment. We want to fight the issue of this rogue, uh, education system. Comrades, Viva! viva. viva. Wakizungumza baada ya kupokea cheti cha usajili kutoka kwa afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa maafisa, wa chama cha People's Renaissance Movement walisema chama hicho sasa kitaanza kusajili wanachama na kubuni mifumo dhabiti hisho kiwashira darubini